Jeshi la Israel linadaiwa kulenga kiongozi mpya wa Hamas Mohammed Sinwar, kupitia shambulio la anga lililotokea Jumanne jioni katika Hospitali ya Ulaya Khan Younis, kusini mwa Gaza. Kwa mujibu wa CNN, maofisa waandamizi wa Israel, Mohammed Sinwar alichukua uongozi wa Hamas baada ya kaka yake, Yahya Sinwar, kuuawa Oktoba mwaka jana na wanajeshi wa Israel. Shambulio hilo limeua Wapalestina ishirini na nane na kujeruhi zaidi ya hamsini, taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Kipalestina. Jeshi la Ulinzi la Israel, IDF, limethibitisha kulenga hospitali hiyo likidai ilikuwa ikiitumia kama kituo cha amri na udhibiti wa wapiganaji wa Hamas. Hata hivyo, alijataja jina la kiongozi yoyote katika shambulio hilo. Mkuu wa wauguzi katika hospitali hiyo Dr Saleh Al Hamas amesema milipuko kadhaa ililenga maeneo ya hospitali na baadhi ya watu walizikwa chini ya kifusi. Nukuu, timu za zi matibabu zilihaa kuwaokoa wagonjwa, huku hospitali ikigeuka kuwa uwanja wa mapambano, amesema. Mwanamke mmoja aliyekuwepo na mama yake mgonjwa wa saratani alisema kupitia shirika la Medical Aid for Palestinians, milipuko ilikuwa kila upande, moto, vifusi na moshi, tulinusurika kwa miujiza. Mkurugenzi mkuu wa hospitali za uga wa Wizara ya Afya ya Gaza, Marwan Al-Hamas, amesema kuwa mashambulizi yameharibu miundombinu ya maji na maji taka, nukuu, magari ya wagonjwa hayawezi kufika kwenye idara ya dharura, hata burudoza lililoletwa kuondoa kifusi nalo limeshambuliwa, alisema. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa Wizara ya Afya, Munil Abush, amesema dunia imefumba macho, Gaza imekuwa eneo ambalo maisha ya binadamu hayana thamani tena mwisho wa nukuu Hamas imekanusha madai ya Israel kumlenga Mohamed Sinwar, ikisema ni mapambano ya Kipalestina pekee ndiyo yenye mamlaka ya kuthibitisha na kukanusha taarifa hizo. Mashambulizi ya Israel yamefuatia roketi mbili zilizorushwa kutoka Gaza usiku wa Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashambulizi katika eneo hilo kwa karibu mwezi mmoja. Kikosi cha Islamic Jihadi kimedai kuhusika. IDF ilitoa tahadhari kwa raia kuondoka katika eneo la kambi la wakimbizi la Jabalia na maeneo ya jirani, ikisisitiza kuwa itashambulia kila mahali ambako loketi ziliporushwa. Jaribio la kumlenga Sinwar limekuja siku moja baada ya Hamas kumwachia mateka raia wa Marekani na Israel Edin Alexander kama ishara ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Hamas na utawala wa zamani wa Trump. Hata hivyo, hatua ya Israel kumlenga Sinwar imezua maswali kuhusu mustakabali wa mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika Doha, Qatar, ambapo Marekani ina matumaini ya kufanikiwa makubaliano ya muda mrefu. Mohammed Sinwar alichukuliwa kuwa na msimamo mkali kama kaka yake Yahya. Ni mwanajeshi wa zamani wa Hamas aliyeongoza kikosi cha Khan Younis hadi mwaka elfu mbili na kumi na sita. Alihusishwa na kupanga mashambulizi ya Oktoba saba dhidi ya Israel. Tangu vita kuanza amekuwa mafichoni. Video iliyotolewa na IDF Desemba 2023 ilimuonesha shrtt akipita kwenye handaki, huku Februari 2024 ikidai kugundua ofisi yake huko Khan Younis. Kwa mujibu wa mabalozi wa zamani wa Marekani nchini Israel, Dani Shapiro alisema kuwa kuondolewa kwa Sinwar kunaweza kufungua njia ya kuachiliwa kwa mateka na mabadiliko ya mwelekeo wa Gaza bila Hamas. Shambulio la usiku la Israel limeongeza vifo vya raia wengine hamsini na sita wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Muuguzi mmoja amesema hospitali hazina damu wala dawa, huku watoto wakiangamia kwa maumivu. Mmoja wa waathirika Muhamed al Abdi amesema hakuna msaada, hakuna dawa, dunia inatazama tu. Israel haijathibitisha rasmi kuuawa kwa Sinwal, huku wachambuzi wakisema itachukua muda kuthibitisha, kama ilivyokuwa kwa Muhamed Dif ambaye kuuawa kwake kulitangazwa miezi kadhaa baadaye. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa zaidi.